Uchaguzi unaanza kwa watu kwani kujiandikisha. Wakati wanapiga kelele wao ya no reform, Dar es Salaam wamejiandikisha ka watu maelfu, mpaka wao imebidi tume iwaongeze siku. Maana yake wanamwambia yule no reform, achana na maneno ya yako hayo, sisi tunataka kupiga kwa. Kule Njombe eh, jana mwanamama mmoja akawa anatoa maoni, hakumjua vizuri Heche, maana Heche tunamjua sisi, anatoka kanda maarufu <laughs> ni katibu mwenezi akawa anasema mawazo ambayo yanapingana na nani, na viongozi wakuu. Na jambo la kawaida tu, hata sisi si, si, si, kuna watu wanasema mambo ambayo hatukubali lakini hatuwezi kuachapa mpaka tuwavunje mbavu. Ah, bwana. Tutakamatwa na polisi, maana kuvunja mbavu watu ni kosa la jinai au si? Lakini tunawaachia kama sera yao ni kuvunjana mbavu, wacha wavunjane mbavu, wataelewana wenyewe.